Shambulizi la anga linalodaiwa kutekelezwa na, na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limegonga kimakosa kituo cha shirika la kibinadamu World Chad katika eneo la Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Kwa mujibu wa taarifa za awali, shambulizi hilo lilikuwa likilenga ngome za waasi wa M23 pamoja na washirika wao wa Rwanda waliokuwa karibu na eneo hilo. Hata hivyo, kituo cha Olcharde kilijikuta kinaathirika katika mashambulizi hayo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa watu wane wamefariki dunia, wengine nane wamejeruhiwa huko, nyumba moja ikiharibika kabisa. Hadi sasa, uongozi wa kijeshi haujatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo. Tukio hili limeibua hofu kubwa juu ya usalama wa raia na mashirika ya misaada ya kibinadamu yanayoendelea kufanya kazi katika maeneo yenye mapigano. Kiongozi wa AFC Korne Nanga amesema kuwa Kinshasa iligomea vikao viwili vya tathmini ya usitishaji mapigano chini ya mchakato wa Doha, ikidai hilo linaonyesha kuwa makubaliano hayo yalikuwa kisingizio tu na mbinu ya muda wa kujipanga upya na kujizatiti kijeshi. Mashambulizi ya ADF nalo huko Rubero yaua watu 30. Takriban watu 30 wakiwemo askari wawili wa FARDC wameuawa Jumatatu usiku katika shambulio linalodaiwa kufanywa na waasi wa ADF Nalu. Mashambulizi yalilenga mitaa ya maendeleo na Katanga katika sekta ya Bapere wilaya ya Rubero mkoa wa Kivu kaskazini. Tukio hilo lilitokea wakati wananchi wakisherekea kuingia mwaka mpya. Tasmini ya haraka za kibinadamu na mali bado inaendelea. Burundi, mpaka wa Gatumba kufunguliwa sambamba na Rwanda. Katibu wa chama tawala cha Burundi, CNDD FDD, Reverie Ndikuriyo amesema kuwa mpaka wa Gatumba utafunguliwa kwa wakati mmoja na mipaka ya Rwanda, akijibu swali kuhusu uwezekano wa mazungumzo ya kufungua tena mpaka kati ya Burundi na DRC kupitia Gatumba. Hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa tete, huko wito wa ulinzi wa rahia na juhudi za kikanda ukiendelea kuhitajika kwa haraka. Mkuu wa sekta ya Tanganyika, Miobakanogideo, tarafani Fizi, amekanusha vikali uvumi unaosambaa kuwa walikimbilia nchini Burundi kufuatia vita vya waasi wa M23. Akizungumza na Didas TV, Miobakanogideo amewataka raia wa mji wa Mboko kuwa waangalifu sana na kuepuka kusambaza au kutangaza taarifa zisizo za kweli. Alisisitiza kuwa uvumi wa aina hiyo unasababisha taharuki na hofu isiyo ya lazima miongoni mwa mwananchi. Ametoa wito kwa jamii kupata taarifa kutoka vyanzo rasmi na kuzingatia ukweli ili kudumisha amani na utulivu katika eneo hilo. Mheshimiwa, jambo. Jambo sana bwana mwandishi. Naam, leo unapatikana Mboko. Unaweza kutuambia nini kinachoendelea Mboko? Na watu walisema kwamba unauacha mji wa Mboko na sekta yote Tanganyika kwa ukiwa mno, leo unawaambia nini? Bwana mwandishi, mimi sikuacha watu wa Mboko kwa ukiwa kwa ajili ya vita. Mimi nilikuwa ndani ya mission ya service. Vice gouverner alituita, ilikuwa Lewit, tukaenda tukaonana naye Lewit pale Uvira na lenef tukaenda kufanya ngine shauri Burundi ilipohitaji turudie. Siku ya tatu le 10 huu mwezi wa uliopita elfu mbili na ishirini na tano vita vikaingia Uvira, frontiere ikafungwa. Lakini kwa maana nani, populasion yangu, raia yangu ilipata shida, niliamua kurudia na leo hivi niko Mboko. Na yule yoyote ambaye anahitaji kuniona kwa sababu yoyote ile nasema karibu niko mboko hapa kwenye makao makuu ya sekta ya Tanganyika. Naam, kama mkuu wa sekta, kama sekta yako maana sekta yako iliguswa kidogo na M23. Lakini kwa sasa serikali imeweza kuwasukuma nyuma kidogo na kurudia katika sekta nje ya, ya Tanganyika. Leo unazungumzia nini? Unaambia serikali nini? na leo unaweza kututhibitishia nini kuhusiana na hili jambo ambalo linatendelea kutendeka katika sekta Tanganyika? Kweli magumu katika nchi yetu ya Kongo imeanza Bunagana mpaka Uvira mpaka wakaingia fasi ambayo wanaita Bangwe. Lakini tunashukuru serikali imefanya jitihada zake zote kufukuza wale wauni wa wakatoka katika ndani sekta ya Tanganyika, ndani ya Fizi, ndani ya territoire ya Fizi. Sasa ninaomba raia yote ya Fizi, ya sekta ya Tanganyika, sehemu popote ambapo walipokimbilia, warudie warudie. Tuko na serikali, tuko na wajeshi, tuko na wazalendo, wanakamata msimamo mkali. Haiko sawa vile ile jeshi ambayo ilikuwa nakimbia hivi, tuko na jeshi ambayo inakamilika. Naomba watu wote warudie. Naam, kuhusiana kwamba warudie. Mkuu wa sekta, kama wewe unazani kwamba ni rahisi watu kurudia kwa sababu watu walikuwa wameshakimbia na walisikia kwamba amupo? na unaweza kuambia nini wale walioenda mbali na sekta Tanganyika kwamba wamekimbia, unaweza kuambia nini ili wapate kurudia? Ndio, tunajua kuna watu wamoja wameenda Ugwari, wengine wameenda Burundi, wengine wajienda Tanzania, lakini bado muda upo muda wa kurudia upo na tunawaomba warudie wote mahali popote walipo, wawe mbali wawe karibu, tunawaomba warudie. Naam, nashukuru sana. Swali la mwisho, wewe kama sekta Tanganyika, endapo M23 itaweza kutoboa fro na kuweza kuingia hapa Mboko, tujikamata namna gani? Hiyo sio mategemeo yetu, sisi tuko na imani kwamba M23 haita wasili hapa Mboko, haita wasili Swima, haita wasili tena Makobola kama vile walivyovamia. Tunahakikishia raia kwamba M23 haita wasili katika sekta ya Tanganyika na katika teritware ya Fizi. Tunakushukuru mheshimiwa, mweshimiwa, na tunadhani kwamba raia wanaendelea kusikiliza na, na watakuja kutafuta kesho. Asante, asante sana mwandishi.